Lakini kipekee nitumie kusanyiko hili wasihi kwa unyenyekevu sana, tuende katika uchaguzi, lakini tukijua pia kwamba Mungu anatamani sana sisi kuwa mabalozi wa amani, utulivu na ustahimilivu ustahimilivu si kwamba si kwamba anapewa mtu mwingine yoyote, lakini sisi tunamjua Mungu. Twende kwa amani na uchaguzi wetu uwe wa amani, tukiendelea kuiombea Tanzania, tuwe na Tanzania nzuri. Na kwako kwa baba Mheshimiwa, mimi ninaamini serikali yetu sikivu, baada ya uchaguzi tutakuwa na fursa ya kuweza kujifunza aliyotokea kwa uchaguzi, lakini kwanza tumalize uchaguzi wetu vizuri, na kama tabia ilivyo katika, katika taifa letu, huwa tunafanya tathmini. Tuwe na usiku, tukae tuzungumze na Mungu wetu. Hata katika Biblia anasema njoni tuzungumze, tunaalikwa kuzungumza. Kwa hiyo nina hakika tusiwe na papala ali tuwe na utulivu na tumalize uchaguzi wetu vema.